Haikuchukua muda mrefu baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi katika bustani ya Edeni kwamba mchezo ulianza. Tunaweza kuita mchezo wa kulaumu. Adamu alimlaumu Hawa, Hawa alimlaumu Shetani, Adamu kwa hakika alimlaumu Mungu. Nikuambie, jamii ya binadamu imekuwa ikicheza mchezo huu tangu wakati huo na tuko tuko wazuri sana katika hilo. Tunaweza kulaumu maisha yetu ya zamani, wazazi wetu Uh, mtaa tulikokulia, elimu yetu au ukosefu wake, viongozi wetu, wachungaji wanaweza pia kucheza mchezo wa kulaumu. Nakumbuka mtu fulani uo uh, aliwahi kuandika, kama waumini wanalala, mwamshe mchungaji. Kweli, sijui kuhusu hilo. Haiwezi kuwa kosa lake. Sasa tunapofika leo katika Ezekieli 18, watu waliohamishwa wanapiga lawama, hawajifunzi chochote kutoka kwa historia. Kupitia mfululizo wa unabii huu uliotolewa kwa Ezekieli, Mungu ana jambo la kusema kuhusu hili, na watu waliohamishwa hawawezi kukosa kuelewa. Kila unabii unatambulishwa na maneno haya, neno la Bwana lilinijia. Sasa unabii huu wa kwanza si chochote zaidi ya mwito wa kuacha kucheza mchezo wa kulaumu na kuanza kuchukua jukumu binafsi. Mungu anawauliza swali hapa katika mstari wa pili, mna maana gani kwa kurudia midhali hii kuhusu nchi ya Israeli? Sasa hii hapa ni midhali. Baba wamekula zabibu kali na meno ya watoto yamekuwa makali. Kwa maneno mengine, wanamlaumu Mungu kwa kuadhibu kwa ajili ya dhambi za baba zao. Baba zetu walikula zabibu kali na sasa meno yetu yamekuwa makali kwa sababu yake. Kwa maneno mengine, hali yetu ni Kosa lao. Sasa watoto wanaweza kuteseka kutokana na athari za dhambi za wazazi wao, lakini Mungu hawaadhibu watu wasio na hatia kwa sababu ya dhambi za mababu zao, na jambo hilo hilo litarejelewa katika sura ya 18 kwa mfululizo wa mifano. Kwa mfano, ikiwa mtu mwenye haki anamfuata Mungu na mwanawe anamkataa Mungu, basi huyo mwana atahukumiwa kwa dhambi zake. Vivyo hivyo mwana wa baba asiye na heshima ambaye anamfuata Bwana hatashikiliwa kwa makosa ya dhambi za baba yake. Aya ya ishirini hapa inaeleza wazi, nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatabeba uovu wa baba wala baba hatabeba uovu wa mwana. Naam, nadhani hilo liko wazi vya kutosha, sivyo? Kila mtu anawajibika binafsi mbele ya Mungu na hilo ni kweli hadi leo hii. Unajua, nimezungumza na watu katika miaka yangu ya huduma ambao wanafikiri wataenda mbinguni kwa sababu babu yao alikuwa mhubiri au bibi yao alikuwa mwanamke mwenye kumcha Mungu. Sikiliza rafiki yangu, Mungu hana wajukuu. Huwezi kupata sifa kwa sababu ya kuhudhuria kanisa kwa babu na bibi zako au kwa sababu una mtu mwenye kumcha Mungu katika familia yako. Na kwa njia hiyo hiyo huhitaji kuadhibiwa kwa sababu ya dhambi za wanafamilia wasio na heshima. Mungu ni mwenye haki kabisa, na Ezekieli anawaambia watu hapa kwamba ikiwa wanapata hukumu kutoka kwa Mungu ni kwa sababu ya dhambi zao wenyewe. Hakuna mwingine wa kulaumiwa. Sasa hapa katika sura ya 19 kanuni hii ya haki ya kimungu kwa uongozi wa Kiyahudi sasa ndiyo inayoangaziwa. Bwana anatoa shairi la huzuni kuhusu simba na watoto wake wawili Mstari wa nne unatueleza kwamba mtoto mmoja mdogo wa simba alinaswa kwenye shimo lao mtego huo na wakamleta kwa ndoano hadi nchi ya Misri. Sasa mtoto huyu wa simba anawakilisha mfalme Yehoyahazi ambaye alikamatwa na kupelekwa Misri. Sasa mtoto wa pili wa simba, mstari wa nane, unatueleza alikamatwa, walipotandaza wavu wao juu yake. Walimweka kwenye kafasi na kumpeleka kwa mfalme wa Babeli. Sasa mtoto huyu wa simba waziwazi anawakilisha mfalme Yehoyakini. Kwa njia alikuwa mjukuu wa mfalme mcha Mungu Yosia, lakini urithi huo wa kiungu babu yake mcha Mungu haukumwokoa kutokana na kuteseka kwa sababu ya uasi wake binafsi dhidi ya Mungu na alichukuliwa kama yule mtoto mdogo wa simba, kama mfungwa hadi nchi ya Babeli. Sasa sehemu ya mwisho ya shairi hili hapa katika sura ya 19 ni picha ya mfalme wa sasa wa Yuda, ambaye ni mfalme Sedekia ameonyeshwa hapa kama tawi kwenye mzabibu ambalo limeingolewa na kupandikizwa. Mstari wa kumi na tatu unasema katika nchi kavu na yenye kiu. Sasa hii ni rejea kwa kifungo chake cha baadaye huko Babeli. Unajua, labda unaweza kushuhudia kutoka kwa uzoefu wako mwenyewe kwamba unapokuwa katika uasi dhidi ya Mungu, uko katika nchi hiyo kavu na yenye kiu. Sasa sura ya 20 inabeba mada ya uwajibikaji, sasa hadi kiwango cha kitaifa. Ezekieli anatoa unabii ambao unaweza e, unaweza kuita historia ya Israeli mia moja na moja. Hii ni kozi katika historia ya Israeli. Hii ni somo ambalo litatuchukua nyuma kabisa hadi kifungo chao chini ya Farao katika nchi ya Misri ingawa walikuwa wazao wa Abrahamu, Isaka na Yakobo wacha Mungu, ingawa walilindwa kiungu huko Misri kupitia Yusufu, unakumbuka jinsi walivyoacha kumfuata Bwana. Bado Bwana hatimaye aliwakomboa kutoka utumwani Misri, na Bwana anawaambia hapa katika mstari wa kumi, anasema: niliwaongoza kutoka nchi ya Misri na kuwaleta jangwani, niliwapa amri zangu na kuwajulisha sheria zangu. Kwa maneno mengine Mungu aliwapa sheria yake. Hata hivyo, waliasi dhidi ya Mungu jangwani, waligeukia sanamu, na kizazi chote hicho, unakumbuka, kilikufa pale jangwani. Hata hivyo, Mungu alikuwa na neema kwa taifa. Anawakumbusha hapa katika mstari wa kumi na saba, hata hivyo, jicho langu liliwahurumia na sikuangamiza au kuangamiza kabisa jangwani. Basi katika somo hili la historia, Bwana anawakumbusha jinsi alivyowahimiza kizazi kijacho cha Waisraeli kufuata sheria yake, lakini nao pia e walimwasi, na Mungu akawahukumu pia. Tazama, hapa ndipo hoja ilipo: walihukumiwa si kwa dhambi za baba zao, bali kwa uasi wao wenyewe. Na kisha tena, kwa neema yake na kwa ajili ya jina lake mwenyewe, e Mungu hakuliangamiza taifa kabisa. Sasa dhambi hizi hizi za kutotii na ibada ya sanamu ziliandamana na Israeli hadi katika nchi ya ahadi, na kwa kweli kizazi cha sasa kinafuata mtindo huu huo. Lakini hapa kuna habari njema: kizazi chochote, kwa kweli, mtu yeyote anaweza kuvunja mzunguko huo wa uasi kwa kuchagua kumfuata Bwana. Hakuna mwana au binti anayepaswa kuasi dhidi ya Mungu kwa sababu tu baba yao alifanya hivyo. Unajua, huenda ninazungumza leo na mtu ambaye babu au wazazi wake walimkataa Mungu, lakini umechagua kumfuata Mungu. Naam, Mungu kupitia Ezekieli anaonyesha siku ijayo ambapo taifa zima litavunja mzunguko huo na kumfuata Masihi. Aya ya 40 na moja inatuambia hapa, nitaonyesha utakatifu wangu kati yenu mbele ya mataifa, nani mtajua kuwa mimi ni Bwana tena. Hii ni hii ni, hii ni mwangaza wa utukufu wa baadaye wa Israeli wakati Yesu Kristo Masihi atakaporudi duniani na kutawala katika ufalme wake. Naam, Ezekieli hapa ametabiri kuhusu jukumu la watu, uongozi na kulipanua kwa taifa zima kwa ujumla. Hakuna haja ya kucheza mchezo wa kulaumiana, wote wanawajibika kwa uasi wao dhidi ya Bwana. Lakini sasa hapa katika sura ya 20, kuna mfululizo wa haraka wa unabii unaoonyesha matokeo ya kusikitisha ya uasi wao. u wa kwanza ni picha ya moto wa msitu unaokuja. Aya ya 47 inasema, nitawasha moto ndani yako nao utateketeza kila mti wa kijani ndani yako na kila mti mkavu. Moto mkali hautazimika. Naam, bila shaka hii inaonyesha Yerusalemu. Uh, hatimaye atachoma moto hadi chini na majeshi ya ufalme wa Babeli. Kisha hapa katika sura ya 21, kuna picha katika aya ya 11, ya upanga uliosafishwa na kunolewa na kupewa mkononi mwa muaji huku huyu muuaji akiwa ni mfalme wa Babeli. Nikuambie wapendwa, Mungu daima hushughulika na dhambi na wenye dhambi, tena kwa njia ya haki wanastahili. Mungu anaonyesha tabia yake takatifu, iwe dhambi inahusisha watu binafsi au viongozi au mataifa. Sikiliza, jambo baya zaidi unaloweza kufanya ni kucheza mchezo wa lawama ili kupata mtu au kitu cha kutumika kama kisingizio cha dhambi yako mwenyewe. Oh, asikiliza oh, jambo bora zaidi unaloweza kufanya ni kukubali dhambi yako na kujitupa kwenye rehema za Mungu. Tazama, Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki, kutusamehe dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Hiyo ni Yohana wa wa kwanza sura ya kwanza, mstari wa tisa.